Kundi la Hamas laweka makubaliano na taifa la Israel ndani ya miaka mitano hadi miaka kumi. Hii imetokana na mjumbe wa Rais si Donald Trump wa masuala ya mateka aliyefanya mazungumzo ya moja kwa moja na Hamas na kusema kundi hilo linapendekeza mapatano ya miaka mitano hadi miaka kumi na taifa hilo la Israel. Adam Boehler aliambia shirika la utangazaji wa Israeli siku ya Jumapili kwamba Hamas pia ilijitolea kuweka chini ya silaha zake, haitajihusisha na siasa za Gaza na kwamba Marekani itahakikisha hakuna mahandaki yoyote ya Hamas ndani ya Gaza. Alipoulizwa itachukua muda gani kuona mateka wote wakiachiliwa huru, Boehler alisema, ikiwa ningekuwa na matumaini, ningesema wiki hii. Israel pia ilisema itatuma wajumbe wake Qatar siku ya Jumatatu katika juhudi za kuendeleza mazungumzo kuhusu usitishaji vita huko Gaza. Katika taarifa ya ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu haikutoa maelezo yoyote isipokuwa kusema kuwa imekubali mwaliko wa patanishi unaoungwa mkono na Marekani. Mazungumzo kuhusu awamu ya pili yangepaswa kuwa yameisha kufanyika mwezi uliopita. Israel imekuwa ikishinikiza Hamas katika wiki iliyopita kuachilia nusu ya mateka waliosalia ili kurejesha awamu ya kwanza ya usitishaji mapigano. Hamas inaaminika kuwa na mateka 24 hai na miili ya watu 35. Hivi karibuni Israeli ilijaribu kushinikiza kundi hilo kubaliana na kusimamisha usambazaji wa bidhaa kwa Gaza na kutaka usambazaji wa umeme. Trump, siku ya Jumatano, aliendelea kuwahimiza Hamas kuachilia mateka kwa kutoa onyo jipya ambalo alisema hivi katika chapisho la ukweli wa kijamii. Shalom Hamas, inamaanisha hello na kwaheri. Unaweza kuchagua uachilie mateka wote sasa, sio baadaye, na urudishe mara moja maiti zote za watu waliouawa, la sivyo, imekwisha kwa ajili yako. Trump aliandika wa... hayo katika chapisho la kweli wa jamii. ni watu wagonjwa waliopotoka tu wanaofanya hivi na ninyi ni wagonjwa na wamejipinda. Ninatumai Israel kila inachohitaji ili kumaliza kazi. Hakuna hata mwanachama mmoja wa Hamas atakayesalimika ikiwa hutofanya ninavyosema. Ninakutana na mateka wako wa zamani ambao umeharibu maisha yao. Hii ni onyo lako la mwisho wa uongozi. Sasa ni wakati wa kuondoka Gaza wakati bado unayo nafasi. Pia kwa watu wa Gaza, wakati ujao mzuri unangoja, lakini sio ikiwa unashikilia mateka. Ukifanya hivyo, umekufa. Fanya uamuzi wa smart. Uachilie mateka sasa au kutakuwa na jehanamu ya kulipa baadaye. Mtazamaji, hayo ni maneno yaliyosemwa na Rais wa Marekani Donald Trump akitoa honyo kali katika uongozi wa kikundi hiki cha Hamas. Mahali ulipo siache kusubscribe, like, share, comment, ndio wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu zinazoloka ndani ya taifa hata nje ya mpaka ya Tanzania. Karibu sana.